Mlango wa arobaini. Watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu, ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, Nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Sikiliza, ni sauti ya mtu asemaye, lia. Nikasema, nilie nini? Wote wenye mwili ni majani na wema wake wote ni kama ua la kondeni. Majani yakauka, ua la nyauka, kwa sababu pumzi ya Bwana yapita juu yake; yakini watu hawa ni majani. Majani yakauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Wewe uuhubirie Sayuni habari njema, panda juu ya mlima mrefu; wewe uuhubirie Yerusalemu habari njema, paza sauti kwa nguvu, paza sauti yako, usiogope, Iambiye miji ya Yuda, tazameni Mungu wenu. Tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndiye utakaomtawalia. Tazameni, taabu yake ipamoja naye na ijara yake imbele zake. Atalilisha kundi lake kama mchungaji, atawakusanya wanakondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake, nao wanyonyeshao wa atawaongoza polepole. Ni nani aliyeyapima maji kwa konzi ya mkono wake na kuzikadiri mbingu kwa shubiri, na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi, na kuipima milima kwa uzani, na vilima kama kwa mizani? Ni nani aliyemwongoza roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? Alifanya shauri na nani? Ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu, na kumfunza maarifa, na kumwonyesha njia ya fahamu? Tazama, mataifa ni kama tone la maji katika ndoo huhesabiwa kama mavumbi membamba katika mizani. Tazama, yeye huvinyanyua visiwa kama ni kitu kidogo sana. Libanoni nayo hautoshi kwa kuni, wala wanyama wake hawatoshi kwa kafara. Mataifa yote huwa kama sikitu mbele zake; uhesabiwa kwake kuwa duni ya sikitu na ubatili. Basi mtamlinganisha Mungu na nani? Au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Na mfua dhahabu huifunika dhahabu, huifulia mikufu ya fedha. Yeye aliye masikini sana hata hawezi kutoa sadaka ya namna hii huchagua mti usiooza, hujitafutia fundi mstadi wa kusimamisha sanamu ya kuchonga isiyoweza kutikisika. Je, hamkujua? Hamkusikia? Hamkuambiwa tokea mwanzo? Hamkufahamu tangu kuwekwa misingi ya dunia? Yeye ndiye anayeketi juu ya duara ya dunia na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi; yeye ndiye azitandazaye mbingu kama pazia na kuzikunjua kama hema ya kukaliwa; ndiye awatanguaye wakuu na kuwabatilisha waamuzi wa dunia. Nam, hawakupandwa, hawakutiwa katika ardhi kama mbegu; nam, shina lao halikutia mizizi katika ardhi; tena awapuzia tu, wakanyauka upepo wa kisulisuli wawaondoa kama mabua makavu. Mtanifananisha na nani basi, nipate kuwa sawa naye? Asema yeye aliye Mtakatifu. Inueni macho yenu mkaone ni nani aliyeziumba hizi, aletaye nje jeshi lao kwa hesabu, aziita zote kwa majina, kwa ukuu wa uweza wake na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana moja isiyokuwapo mahali pake. Mbona unasema e Yakobo, mbona unanena E hey Israeli, njia yangu imefichwa Bwana asiione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie. Je, wewe hukujua? Hukusikia? yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimi yao, humwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka na waume vijana wataanguka; bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia.